Ndugu yangu jitahidi sana sana, usitambulike tu na watu, tambulika na Mungu. Kwa hiyo hata hata ambao leo ulikuwa unaondoka hapa kwamba mimi hawakunitambulisha, nataka kuambia Mungu anakutambua uwepo wako hilo limekuwa na naomba sana wachungaji, tuanze sasa kulifikiria hata ili hii, hii zoezi la kutambulishana tambulishana kanisani tuanze kulifikiria, tulijadili kwa sababu kila mtu aliyekuja kanisani anataka kutambulika. Mnaona, haya ni makofi ya washirika <laughs> ambao leo hawakutambulishwa <laughs> sasa ninyi kwa heshima nawatambua kwa niaba. Yani, nataka kuambia Mungu ametambua wa uwepo wako <laughs> amina kwa hiyo baba askofu, sio wewe tu, sisi sote tunapata shida sana katika kutambuana, sio katibu mkuu Zebadia, hata kule eh, tuanze kupunguza mmoja. Eh, amekwenda leo, si ni jana? Au mmoja alikwenda mpaka akatambulisha akasema, uh, na wengine wako kule wanapika ni fulani na fulani. Jamani <laughs> jamani, Mungu anatambua kazi uliofanya, anatambua Mbona kwaya imeimba hatujatambua hata majina yao? Elfride alikuwa na kipawa hicho, hakutaka kutambuliwa, kwa nakaa kimya, na Mungu hakumpa miili ya kibabe kama akina Malasusa hapa, unaweza yani rahisi tu hu humwoni e, akamwili kake akakatiza, amesali amemaliza. Kwa hiyo hiyo ni sifa mojawapo ndugu zangu.